Je, umewahi kumwona mnyama anayeruka kutoka tawi moja hadi tawi jingine la mti kwa kasi ya ajabu, kana kwamba anaruka hewani? Huyo si mwingine bali ni mnyama ya jamii ya sokwe ajulikanaye kama Gibbon, mwenye sifa za kipekee kabisa katika dunia ya wanyama wa jamii yake, kuwa na uwezo huo wa kuruka. Hii ni TriGen Media. <mulia> Gibbon ni sokwe mdogo kabisa kwa mwonekano asiye na mkia kabisa, lakini usidanganyike na udogo wake. Ndani ya mwili wake kuna ustadi wa ajabu unaomfanya kuwa bingwa wa kuning'inia juu ya miti na hodari wa kutembea kwa mwendo wa madaha ama hata kuswing kuliko mnyama yeyote yule duniani. Mikono yake ni mirefu kupita kawaida, mirefu kuliko hata uwiano wa mwili wake inayompa uwezo wa ustadi wa kuruka umbali wa hadi mita 15 kwa wakati mmoja. Ndiyo maana wanasayansi wanaita harakati zake brachiation, yaani bingwa wa kusafiri kwa kuning'inia akitumia mkono mmoja mmoja kupiga hatua kutoka tawi moja kwenda jingine, na huku akiwa katika mwendo wa kasi ya ajabu. Gibbon anaweza kufikia kasi ya hadi kilomita 50 kwa saa juu ya miti kitendo ambacho hakuna mnyama mwingine yeyote mwenye uwezo na ustadi huo kote duniani. Gibbon hatofautishwi tu na huo ustadi unaomtofautisha na wanyama wengine wa jamii yake, bali pia ni mwanamuziki wa msituni ambaye burudani ya nyimbo zake za sauti kali inayokwenda umbali mrefu husikika zaidi nyakati za asubuhi, ikiwa ni ishara ya kutangaza uwepo wake katika eneo husika. Dume na jike huimba pamoja kama ishara ya upendo wakijinasibu juu ya uimara wa mahusiano yao kimapenzi. Tofauti na sokwe ama nyani wengine wakubwa, Gibbon huishi maisha ya familia ndogo yenye kujumuisha dume, jike na watoto wao. Ni miongoni mwa wanyama wachache sana wanaoishi kwa mfumo wa uaminifu wa kudumu kimapenzi kati ya jike na dume kwa miaka mingi. Wanapatikana katika misitu ya mvua ya bara la Asia iliyoko kusini mashariki hasa katika nchi za Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam na maeneo mengine yenye miti mirefu na minene. Maisha yao yako juu ya matawi ya miti mara zote. Aridhini hushuka mara chache sana. Chakula chao kikuu ni matunda, lakini pia hula majani, maua na wadudu wadogo nishati hiyo ndio inayowapa nguvu za kuruka bila kuchoka, wanasayansi wamebainisha. Kwa upande wa uzazi, jike huzaa mtoto mmoja tu kwa wakati. Mimba yake hukata takriban miezi saba na mara nyingi huzaa kila baada ya miaka miwili ama mitatu. Mtoto hubaki karibu na mama kwa muda mrefu akijifunza siri za kuruka na kuishi juu ya miti. Gibbon si mnyama hatari kwa binadamu. Mwenye aibu na asiyependa migogoro kabisa na hawezi kushambulia hata akiwa na hasira. Shughuli za kibinadamu ikiwemo ukataji miti na uharibifu wa mazingira ni moja ya changamoto inayotishia maisha ya Gibbon kupungua ama hata kutoweka kabisa duniani. Kwa ufupi, Gibbon si tu mnyama wa ajabu bali hazina ya kipekee ya asili. Mfalme wa anga la miti sokwe mwenye kasi zaidi juu ya matawi, na ni mfano wa uaminifu na umoja katika dunia ya wanyama. Unapofikiria mnyama mwenye uwezo wa kipekee duniani, usimsahau mwamba huyu Gibbon. Na hii ni TriGen Media.